Habari na karibu sana msikilizaji wetu mpendwa. Leo tunazungumzia jambo ambalo wengi wetu tunalichukulia kawaida, lakini lina athari kubwa sana kwa afya zetu, kuchelewa kulala kwa wakati. Je, unajua kwamba usingizi si tu kupumzika, bali ni tiba ya mwili na akili yako? Naomba kabla hatujaendelea, kama tu wewe ni wa kwanza kufungua video hii, tafadhali sana usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili tu uwe wa kwanza kupata taarifa zetu mpya tunazokuwa tunazi upload mara kwa mara. Twende moja kwa moja, atakaye kusimulia hili ni mimi Dr Lucas, ni kwambie, karibu. Katika maisha ya sasa yenye haraka, wengi wetu tunajikuta tukilala saa sita au hata saa saba usiku wa manane, mara nyingi tukitazama simu, kuangalia runinga au kukamilisha kazi. Lakini je, kuna madhara gani hayo? Namba moja, kupunguza kwa uwezo wa kufikiri, kwani ubongo unahitaji usingizi kujimarisha. Ukilala usiku sana, unajikuta mchovu, huwezi kufikiria haraka na kumbukumbu -kumbu zako huchanganyikiwa. Namba mbili, kuchoka kwa mwili. Bila usingizi wa kutosha, mwili wako hukosa muda wa kujitengeneza. Muda mrefu, unaweza kuanza kupata maumivu ya mwili, kuishiwa nguvu, na hata kupoteza uwezo wa kufanya kazi. Namba tatu ni mabadiliko ya hisia, kwani watu wanaolala usiku sana huwa wakali wenye hasira au huzuni bila sababu yoyote. Hii ni kwa sababu usingizi husaidia kuweka sawa homoni za furaha kama serotonin na dopamine. Namba nne ni hatari ya magonjwa sugu. Utafiti unaonyesha kwamba kuchelewa kulala na kupata usingizi wa chini ya masaa sita kwa usiku kunaongeza hatari ya kupata pressure ya um, damu, kisukari, unene kupindukia, na hata matatizo ya moyo. Namba tano hupelekea kushuka kwa kinga ya mwili. Mwili unapopumzika vizuri kinga ya mwili huimarika, lakini ukilala ovyo unajikuta unaambukizwa magonjwa mara kwa mara, mfano mafua, maambukizi na hata kupona polepole pole unapoumwa. Sasa labda unajiuliza nitafanyaje ili niweze kulala mapema. Haya ni baadhi ya mambo yanayoweza kukusaidia. Namba moja, acha kutumia simu saa moja kabla ya kulala. Tengeneza ratiba ya kulala na uifuate kila siku, hata siku za wikendi. Namba tatu, epuka kahawa na vinywaji vyenye kafeini jioni. Hakikisha chumba chako ni tulivu na chenye giza na safi. Kumbuka usingizi bora huanza na tabia bora. Kwa kumalizia, kuchelewa kulala sio tu swala la muda, ni swala la afya yako kwa ujumla. Kwa hiyo Upe mwili wako kile unachokihitaji, usingizi bora na wa kutosha kila siku. Asante kwa kuwa nami hadi wakati mwingine. Lala mapema, amka um, ukiwa na nguvu. Ulikuwa nami daktari Lucas, lakini usiache kubonyeza neno subscribe, like na kushare kwa watu wengine, ili waendelee kujifunza masuala ya afya. Asanteni sana.